Asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Kama unapitia changamoto mbalimbali, ziwe za kimaisha, afya na kadhalika, kutana sasa na Ustadhi Saidi. Ni mtabibu wa tiba za asili kwa matatizo mbalimbali kama vile matatizo ya uzazi kwa wanaume na wanawake, ujauzito kuharibika au kuporomoka mara kwa mara. Fika kwa Ustadhi Saidi akufanyie dua ili kumwondoa jini mahaba mwilini mwako. Kama unanuksi, ikiwa haupati ndoa mahusiano yako yanalegalega, ugomvi hauishi kwenye mahusiano, kila kukicha matatizo na kuandama, fika kwa Ustadhi Saidi ukafanyiwe dua kumwondoa jini katika mwili wako kwa jina la Allah subhanahu wataala. Kama unachukiwa na watu bila sababu, riziki imekuwa ngumu mno mpaka unajihisi una mikosi, haupati kazi au wafanyakazi wenzako wanakuchukia, umeshushwa daraja kazini, umepunguzwa kazi kazini, fika kwa Ustadhi Saidi atakutibu kwa shilingi elfu kumi na saba tu biashara ed unahitaji kuanzisha biashara na unafeli, unajihisi una changamoto yoyote ile, hauna mvuto katika mwili, onana sasa na Ustadhi Saidi akufanyie tiba kwa shilingi elfu kumi na saba tu. Ustadhi Saidi anapatikana Tabata Barakuda, jijini Dar es Salamu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0716051295 na 07898637 au Ustadh Said anatibu na Mwenyezi Mungu anaponya.